Habari ya jioni watazamaji wangu wa BM Daily Politics, ni matumaini yangu mmekuwa na siku njema mahali popote mmekuwa mkinitazama. Karibuni ili tuendelee na uchambuzi wa habari zetu za kisiasa, vile ambavyo zinaendelea kutendeka hapa Afrika Mashariki. Na watazamaji, kuna breaking news ambazo tunazipata kutoka kule nchini Tanzania kuhusiana na mikakati ambayo inaendelea kufanywa na Watanzania dhidi ya serikali ya Samia Suluhu, serikali ambayo inaonekana ilichukua uongozi kwa nguvu, ilichukua uongozi baada ya umwagikaji wa damu na mauaji mengi ambayo yalifanywa kwa Watanzania, ama vijana wadogo wa Gen Z ambao waliingia kwenye maandamano tarehe ishirini na mwezi wa kumi mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Siku ya leo, watazamaji wangu, kuna maandamano ambayo yameendelea kushuhudiwa sehemu tofauti, ingawaje siyo maandamano ambayo yanaendelea kule nchini Tanzania, lakini wale ambao wanaendeleza haya maandamano ni wananchi wazalendo kutoka kule nchini Tanzania ambao wanapinga huu uongozi wa Mama Samia Suluhu, uongozi ambao unaonekana haukuwa wa haki, uongozi ambao haukuwa wa kidemokrasia, uongozi ambao ulimlazimu tu yeye peke yake ama kumwezesha yeye peke yake kushinda kwenye uchaguzi wa huu mwaka wa 2025. Watanzania, watazamaji wangu, ambao wanaishi kule Netherlands the Hague, asiku ya leo wameenda kumshtaki Mama Samia Suluhu kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC kuhusiana na vifo na umwagikaji wa damu ambao umefanyika kule nchini Tanzania. Ni takriban siku tatu sasahivi, utezamaji wangu, tangu maandamano ya gasia na fujo yashuhudiwe kule nchini Tanzania, ambapo watu wengi ambao inakadiriwa kwamba ni zaidi ya elfu moja waliweza kupoteza maisha yao, waliuawa au kwa kupigwa risasi na ni jambo ambalo sasa limemtia mama Samia Suluhu taabani. Kuna mashirika mbalimbali mbali ya kutetea haki za binadamu ambayo yameanza kufanya mipango, ikiwemo chama cha Chadema ambacho kinaongozwa na Tundu Lisu, kinaiomba mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC iweze kuharakisha kufanya uchunguzi kuhusiana na hivi visa vya mauaji ambayo yalitokea kule nchini Tanzania chini ya uongozi wa mama Samia Suluhu. Watazamaji, kuna hao waandamanaji ambao nimekuelezea wame, wameandamana nchi tofauti, lakini ni wananchi kutoka kule nchini Tanzania. Kule Afrika Kusini wameandamana siku ya leo, a kule Netherlands, The Hague kwenye ofisi Uh, za ICC walienda pale na kupeana ujumbe kwa ICC na wanaiomba ICC sasa iweze kufika pale nchini Tanzania ili ifanye uchunguzi wao na kumchukulia hatua za kisheria Mama Samia Suluhu ambaye aliingia uongozini kwa nguvu kwa kutumia uh, maofisa wa polisi ambao waliwanyamazisha wale vijana wajenzi ama Watanzania ambao walikuwa wamejitokeza kwenye maandamano ili kupinga uchaguzi wa mwaka 2025 na, na pia kupinga kuchaguliwa kwa Mama Samia Suluhu kama rais wa nchi ya Tanzania. Mtazamaji wangu, nataka nikuonyeshe vile hali imekuwa siku leo kule kwenye mahakama ya ICC ambapo Watanzania ambao wanaishi kule Netherlands walienda kumshtaki Mama Samia Suluhu na hatujui ni hatua gani sasa ambayo ita na ICC kwa sababu uh, kuna ushahidi wa kutosha kutokana na zile video na picha ambazo tumekuwa tukiziona kuhusiana na mauaji ambayo yalitendeka kule nchini Tanzania. Huo uh, ni ushahidi ambao watazamaji wangu, unaweza kum, kumfanya uh, huyu mama Samia Suluhu afikishwe kwenye mahakama za ICC kule Netherlands The Hague. Hebu jione vile ambavyo ali imekuwa siku leo na hawa wanaharakati ama Watanzania wazalendo wamepeana ujumbe gani dhidi ya mama Samia Suluhu kule ICC. Kabla ya kuwekea ujumbe, mtazamaji wangu, na kuomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndipo sasa ukuwa kwanza kuzipata hizi habari punde tu napozichapisha, na pia mweze kulike, kushare na comment, ndipo sasa ujumbe ama hizi habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi no.

na mwatazamaji, hivyo ndivyo hali imekuwa siku ya leo, huku shinikizo likiendelea kuzidi a, ili Mama Samia Suluhu aweze kufikishwa kwenye mahakama ya ICC na kushtakiwa kuhusiana na haya mauaji ya vijana wadogo, mauaji ya Watanzania wazalendo ambao walijitokeza kwa kutetea haki kutafuta demokrasia kutafuta uhuru wa kuzungumza bila kupingwa na uhuru wa kuingia kwenye maandamano. Unajua watazamaji wangu, kama kuna nchi ambayo tumezoea ilikuwa na amani na utulivu bila fujo na ghasia ni nchi ya Tanzania. Lakini sasa chini ya uongozi wa Mama Samia Suluhu watazamaji wangu, hasa kwenye huu uchaguzi wa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano ndio tumeshuhudia nchi ya Tanzania ambayo ni tofauti nchi ambayo imetumbukia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Serikali inavamia wananchi wasiokuwa na hatia eti tu kwa sababu wanaipinga serikali ya mama Samia Suluhu Na sasa watazamaji wangu, baada ya hizo fujo na ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano, watu wengi wameiaga dunia. Familia mingi sasa hivi zinaendelea kuomboleza kwa kuwapoteza wapendo wao. Na unajua cha kustajabisha, watazamaji wangu, sio wale watanzania ambao wameweza kuathirika na haya maandamano pia uh, raia kutoka nchi za kigeni kama vile kule nchini Kenya watazamaji wangu, uh, kuna baadhi ya raia wao ambao walikuwa wanaishi kule nchini Tanzania waliweza kupoteza maisha yao, wengine wakakuwa abducted, wakakamatwa na maofisa wa polisi na sasa hivi haijulikani mahali ambapo walipo. Huku hivi visa vikiendelea kushuhudiwa watazamaji wangu, na hata wananchi ama raia kutoka hapa nchini Kenya wakishutumiwa kwamba walihusika kwenye hayo maandamano ya kupinga utawala wa mama Samia Suluhu. A, bado a, zile wizara ambazo zinahusika, kwa mfano prime cabinet secretary ambaye ndiye anahusika na mambo ya a, foreign affairs bado hajaweza kuvunja kimya kuhusiana na Wakenya ambao inasemekana wanachukuliwa hatua kali, ambao wamebaki kule wanakamatwa kiolela olela na kuwekwa kizuizini. Watazamaji, kuna ujumbe ambao ningependa kukufahamisha kuhusiana na mmoja ya Mkenya ambaye aliweza kupotea kule nchini Tanzania kuanzia tarehe thelathini na moja mwezi wa kumi na mpaka sasa hivi haijulikani ambapo alipo. Kuna huyu wakili ambaye anajulikana kama Frederick Obuya mwenye miaka ishirini na tisa alikuwa tu kwenye ziara zake za kibiashara a, kwa sababu yeye anafanya mambo ya utalii, lakini a, katika zile shughuli zake watazamaji wangu alijipata taabani, alijipata nchini Tanzania ambako kulikuwa kumeanza kushuhudiwa fujo za baada ya uchaguzi wa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano na sasa alitiwa kizuizini na mpaka sasa hivi hajulikani mahali ambapo alipo. Kuna huu ujumbe wake ambao umeweza kuchapishwa na Cyprian Nyakundi, mmoja ya bloggers kutoka hapa nchini Kenya, kupitia kwenye ukurasa wake wa kijamii wa Facebook. Ameandika na kusema: a Kenyan lawyer Frederick Laurent Obuya 29 years has reportedly been arrested in Dar es Salaam amid Tanzania's ongoing crackdown on Kenya's

Unknown. So unaona, watazamaji wangu wa Kenya, ambao kwa kule nchini Tanzania sasa hivi wanaendelea kupitia kipindi kigumu, kwa sababu wengi wao wanazidi kukamatwa kiolela olela, na wanachukuliwa hatua za kisheria. Wanashutumiwa kwamba wao huenda walipanga ama kuhusika kwenye yale maandamano makubwa ambayo yalishuhudiwa tarehe 29 kupinga utawala wa mama Samia Suluhu na pia kupinga uchaguzi wa mwaka wa, wa 25. Kwa watazamaji wangu, lakini msene mbali nitakuwa naje vipunde na mengi zaidi ya kuwafahamisha kabla, na nawakumbusha mjiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndiposa mkuu wa kwanza kuzipata hizi habari punde tu ninapozichapisha, na pia mweze ku like, kushare na comment, ndiposa ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Bado watazamaji, nitakuwa narejea hivi punde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.